Na msikilizaji, hujambo hapa ulipo? Karibu kwenye makala ya leo ya ukweli au uongo hapa RFI Kiswahili. Hapa tunaangazia habari za kupotosha ambapo leo tutaangazia moja kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nyingine kutoka kule nchini Ukraine ikimuhusu Rais Zelensky. Mimi ni hilari ngati, nami ni Jupiter Mayaka, tukiwa tunashirikiana na, na La Benevolencia na jinsi ulivyosema ingati, moja ya habari tunaangazia leo ni video ya vikosi vya usalama nchini Uganda wakiwapiga wafuasi wa, France, wa Bobby Wine Mwaka 2018 ambayo inazunguka nchini DRC ikidai ni waasi wa M23 kule Bukavu. Kuongeza na hayo tutazungumzia ripoti ya habari ambayo imebuniwa na AI inayoashiria kutoka kwa shirika la habari la SABC News. Ikidai Rais Zelensky amewekeza katika kampuni ya madini kule nchini Afrika Kusini. Namba yetu ya mawasiliano iko wazi, anza na alama kujumulisha 254707888555. Habari ya joni juni, Jupiter Mayaka, fundi wote wa mitambo. Vital Mogisho alikuwa amekwenda wapi? Yuko mzima na wa afya? Hata mimi buheri wa afya <laughs> ipo siku na msikilizaji, tukaribishe rasmi, tuanze kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tulikuwa tumeshirikishwa kwenye video iliyochapishwa kwenye X, zamani mtandao huu ukiitwa Twitter. Aliyetushirikisha anadai matendo yaliyo kwenye klipu hii ya sekunde 26 yalifanyika nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Jupita. Sasa hii klip imeenea sana kwa kuchapishwa na watumizi wengi wa mitandao ya kijamii kwamba ilirekodiwa kule Bukavu, waasi wa M23 walikuwa wamejihami wakiwapiga watu barabarani. Sasa chapisho hili linaendelea na swali, je, wakongomani sio wanadamu kama wengine? Katika kitengo chetu cha kuhakiki tulitafuta sehemu ya video hii iliyorekodiwa na baadhi ya maoni kwenye X, tuligundua mengi ya anasema video hii haikuchukuliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tukiendelea kuhakiki kule kwenye X, mnamo Septemba 20 mwaka 2018 mtumizi mmoja hapa alichapisha video hiyo hiyo na hapa, na nukuu, maandishi kwenye klipu, huu ni ugaidi tunakataa vurugu kutoka kwa serikali nguvu ni kwa raia. Katika video hii ya mwaka wa 2018 tunasikia kwa umbali watu wakizungumza Luganda, moja ya lugha kule nchini Uganda. Na hapa pia tunaona bango limeandikwa MTN, ishara kuwa video hii ni ya Uganda maana Kongo hawatumii MTN, ingawa tulipokuwa kule DRC wanatumia MTN. Ama wewe ulishatumia? sikuwa na mimi ilitumia mtandao tofauti kabisa. Aa, na sasa kwa kutumia invid we verify. Hii ni mbinu ya kuhakiki video, tulipata video hii ilichapisha kwingine ikiwa na nembo ya shirika la habari la NTV. Sasa hapa tunaweza kusikia mwandishi wa habari akisema kuwa mtu anayeitwa Sweet Pepsi alijeruhiwa vibaya huko Kisangati nchini Uganda, na huyu ni yule tuliyemwona kwenye video inayoenea kule nchini DRC. Msikilizaji, hakika video inayosambaa sio ya M23. Wala haina uhusiano na Bukavu kule DRC. Ilirekodiwa nchini Uganda wakati wa maandamano ya upinzani yakiongozwa na Bobi Wine mwaka 2018 na, na hatukanushi kwamba kuna ukiukaji wa haki za binadamu unaofanyika mashariki mwa DRC na waasi wenye silaha, ila video hii ni ya Uganda wala si ya DRC. Ukweli au uongo Karibu tena msikilizaji wetu jioni hii, na tunasema asante kwa kuendelea kuungana nasi. Makala hewani ni ukweli au uongo tunaye hapa mwenzangu Jupiter Mayaka, ambapo tunasaidiana kutambua na kuona habari ambazo zinapotosha kwenye mitandao ya kijamii. Jupiter, tuelekee wapi wa sasa kwenye sehemu ya pili? I e, tunajadili madai kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anamiliki hisa nyingi sana katika kampuni ya uchimbaji madini ya Afrika Kusini ya Northern Platinum kwa dola za Marekani bilioni 1.6. Ingati, kwa viongo vya euro ni kama pesa ngapi? Naona haziachani mbali, mm -hmm, na dola, maana ni euro bilioni 1.42. Mnamo Aprili tarehe 4, mchapishaji wa hili ambaye ni mshawishi wa Marekani Johny Midnight anadai fedha hizi zilipaswa kutumika kwa kusudi la Ukraine, akitoa ripoti inayodaiwa kutoka kwa kituo cha televisheni cha Afrika Kusini SABC News na Rais Zelensky, unakumbuka, mara kwa mara amelengwa na habari potovu, na kwa zaidi ya miaka miwili sasa kitengo cha wahariri cha France 24 Observers kimehariri ripoti nyingi zikimtuhumu kwa kuelekeza misaada ya magharibi iliyokusudiwa kwa Ukraine kwa manufaa yake binafsi. Lakini vijupita wewe na sagini mnamiliki hisa kwenye ile klabu yenyu e, <laughs> <laughs> <laughs> Sasa huyu midnight akiwa anadai kutoa ripoti hiyo kutoka kwa SABC News anasema kuwa Zelenski alikuwa asafiri kwenda Afrika Kusini mnamo Aprili 10 ziara ya kidiplomasia ambayo pia inahusishwa na yeye kupata hisa hizo, lakini ripoti hii ni uongo. Ingawa tunaweza kuona nembo ya SABC News, habari hii haikutoka kwao. Kitengo cha kuhakiki habari kutoka washirika wetu wa Franc Vencat The Observers kiliwasiliana na idhaa hii moja kwa moja kukanusha madai haya na chombo hiki cha habari pia kilichapisha kukanusha mnamo aprili tarehe 4 kwenye akaunti yake ya x kikieleza video ya ripoti hiyo kama habari bandia pia kampuni ya Northam Platinum kwenye mawasiliano na timu yetu ya haril ilisema jumbe zinazodai kuwa rais wa ukraine amepata hisa katika kampuni ya Northam Platinum ni habari za uongo kampuni hii inasisitiza kwamba wanahisa wa kampuni hiyo bado hawajabadilika wapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya whatsapp alama ya kujumulisha 254707888555 msikilizaji tunaona muda umesonga sana lakini tuelekee kule bukavu tuungane naye mchora vibonzo wetu raf Raf, habari ya jioni. Kwa haraka, mweleze msikilizaji unachora nini kulingana na kipindi chetu jioni hii? Uh, jambo ndugu, tunadhani mko vizuri sana huko kwenye studio Fuku. Kwenye wiki hii tumeamua kuangazia kuhusu habari ambayo ikizunguka kizunguka kwenye mtandao. Kuna watu ambao wanasema hii habari inatokana na SABC News ya kusema ya kwamba rais wa Ukraine ama Volodymyr Zelensky akiwa akimiliki pare ya kabambi katika hiyo societe ya Northam Platinum ambayo inapatikana huko Afrika Kusini. Hiyo habari imechunguzwa na France 24 na imeonekana kuwa ni ya uongo kwa maana hata SABC News nayo imetuma message na kusema kwamba hiyo habari ni uwongo na haitokani kwao. Hiyo habari ndio leo tumetumika kibonzo chetu, na wakati tunapokimaliza mtakipata. Na bila shaka Raf, tukuachilie wewe ukamalizia kibonzo chako. Najua kwamba ukimaliza, msikilizaji anaweza kukipata kwa kutembelea wavuti wetu wa www.rfi.fr/sw/. na washirika wetu la Benevolencia wanatupa kulia tumbuizo kutoka Studio B <tune> uh -huh. Zamir, nini nilikuambia? Dio bzamir, nilikuambia angaza sasa video, nilikuambia sai njoi deja bana partage mu grupe yetu ya WhatsApp eh. Usiniambie hivyo eh. Manage ni kweli jeshi kwa uchomena hmm, endelea kujipenyeza huku kwetu, ulikuwa na wazie ah, uliwaza ni bongo njo niko nakwambia ah. Mimi nakwambia mwa hii video inaonyesha wazi hii video inaonyesha wazi wazi kama jeshi iko fast yote deja. Mon cher mupenda hatumaki ah, ah, ah. Tunafunga mikono bila kufanya kitu, sasa vile hakuna hatari yenyewe iko hmm. Uko na sheria na ya kwanza inafaa so tupunguze, wala tuache kufika mwaibareaoli enye uchomana tumikaka, basi ni bongo. Chunga hey. kwanza

Msikilizaji, ukitilia shaka habari yoyote mitandaoni, basi ukurasa wetu wa Facebook ni RFI Kiswahili, lakini pia namba ya kuwasiliana na asi unaweza anza na alama ya kujumuisha 254707888555 ukiniita. Okay, jupita mayaka ni itaitika nami, ni hila ringati fundi wote wa mitambo amekuwa ni vital mugisho. Kulembwa, kwa heri, hadi wiki ijayo.